Shaka chochote ambacho unaona hakipatikani kwa mwingine, hakipatikani kwenye familia yako yote, ukoo wako, ndoa, kabila, taifa, dunia, kwa kila kimoja kilichopo ndani yake, mbingu au neno, kwa kila kimoja kilichopo katika neno na kusababisha kuiona, kuiona familia yako haifai ndoa yako haifai, kabila, taifa chochote popote kilipo, kwamba hakifai na kukiita kwa jina, sawa na ulivyoona kuto kufaa kwake. Tambua kile ambacho kimekosekana pale, ndio wewe. Kile ambacho hakipatikani pale, ndio wewe, kwa jina la kuitwa kwako ku.